Ahlan wasahlan, assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristu, eh bwana. Wakati homa ya jiji ikiwa inapanda eh, kwa mashabiki wa mpira wa miguu wa mashabiki wa Yanga na Simba eh bwana, mtaani bado kuwa moto mno, mtaani bado ni kwa moto mno, na sisi kwa sababu tupo hapo kwa ajili yako wewe mtazamaji ambaye unaangalia station yetu ya Gavoo TV kupitia YouTube channel yetu ya Gavoo Media. Leo niko katika kijiwe cha kahawa hapa hapa Karume ambapo wenyewe wanakiita Karume Coffee Center. Naitwa Hashim Lundenga au kipenda Joji Ambangile wa Karume. Ni dogo sana. Ebu muangalie injinia na Mangungu, nani ana elimu zaidi? Kwa hiyo masuala mengine yako wazi tu. Kwa hiyo injinia anajua kabisa ni mtu aina gani, Amesomea nini? Na sasa hivi mdau yuko wapi injinia? Yuko Marekani huko. Masuala ya mpira na, na, na, na mwenyekiti wa virabu Afrika. Sasa Mangungu ni nani nani, nani? Ana cheo gani? Anafanya nini pale Simba? Sasa hivi vitu vingine kama una akili timamu, swala liko kwa wazi. Kwa hiyo bwana, ndugu yangu mwenyekiti kitu wa kudumu, namjua sasa hivi ana kitu fulani kinamuumiza moyoni. Ehe, ujue anasema kwamba serikali imeingilia mpira. Serikali haijaingilia ya mpira, yani maana, kama serikali mfano, sababu Yanga angedai pointi tatu, kwa sababu gani? Nasemaje? Kanuni, hata kama ukifanywa fujo kuelekea siku moja ya mchezo, peleka timu uwanjani, sio swala hilo. Simba akaandika bado kwamba sitocheza hiyo mechi. Saa ngapi? Saa sita natoa mamlaka? Nimefanywa fujo sitocheza hiyo mechi. Mpaka walonibuguzi wachukuliwa wachukuliwe hatua. Tunamka asubuhi mechi ipo. Na usoma miliki wa mpira wa ligi wamethibitisha, wamethibitisha hilo mpaka saa tano mechi ipo. Saa sita saa saba mechi inavunjwa. Mechi hakuna. Yanga kapeleka timu. Wakafuta sheria zote wakapeleka timu wakafanya mapu. Kwa sababu nini? Maana ya kanuni ili ailisha mpira ndani ya maana, siku tatu, au kuna mambo matatu makubwa, haiza mvua kubwa imenyesha, au kuna kubwa kubwa la kuathiri wananchi au wa mashabiki, unaweza kuailisha mpira Nandoma. Na ndio maana Yanga walipopeleka mechi wa, wa, wa, timu yao baada pale, wakaandika barua tupeni utaratibu wa mechi jinsi gani, kwa nini mialisha mechi. Wale wakasema kuna viashiria vya valuso. Sawa, tukao pa muda Toka mwezi wa sita mpaka huu mwezi wangapi? Mwezi wa tatu mpaka mwezi wa sita miezi mitatu imepita. Watu watu watakukuru hawajapelekewa taarifa ya rushwa. Yaani kupelekewa kwa wachunguzi hakuna. Watu wa usalama bwana Hashimu, mkuu wa mkuu wa, wa, wa wakanda wa, mkuu kituo. Yeye akasema kwa hakuna dalili zote. Machi kemeshi na mchezo. Hakuna taarifa zote. Una maana vipi? Walishinda wa nini? Kutoa muongozo na taarifa kwa nini? Kwa hiyo bodi wa ligi ni swala wao, wameingilia wao. Watu wa Yanga wakasema mtupe sababu mbili mpaka tatu. Mkinge tiba tawu si tunacheza. Buda ligi sababu hawana. Kwa maana kumbe Simba na Bodaligi la pili, moja walishiriki. Kama watu wale wafujo hakuna, alafu mnapanga tarehe, wao wanakubali kucheza. Na maana leo ilikuwa hili moja. Nikupa mfano mdogo ndugu mtangazaji hapo. Mechi ya Pamba na Simba? Simba alifanywa fujo kweli. Na viongozi wa Simba kwa defender waliwekwa. Picha tuliona. Na kishindo Simba alicheza alicheza mechi Simba. Moja akukata ile mechi. Unafanywa futu taifa picha hakuna, wanashabiki bado kuwepo, unasema ati nimebuguziwa. Kwa hiyo bwana, serikali inaingilia mpira, ila alichokifanya mama aliwaita wote, sababu inasemaje, mambo ya mambo ya FIFA inasemaje? kama, kama, kama, kama, kama, mama angeingilia mpira angesemaje? Mfano hivi, sababu Yanga ana ile pointi tatu, angewaambia TFF wapeni Yanga pointi tatu, hapo hapo ameingilia mpira, hapo ameingilia mpira. Mfano swala fei, angemwambia injinia, kesho namtaka fei mwachieni ameingilia mpira, lakini aliomba injinia aibuke na kisha yamalize hapo. Ataingilia hapo kuingilia? ameomba kuna mawili, kukubaliwa, kukataliwa. Sasa mama aliwaita, shida nini? sababu ni mwana yeye, ndo ndo na, na, na, na, mwananchi namba moja yeye, Simba yote Yanga nashiriki yeye, kwa hiyo ni shida nini? Yanga akasema bwana, sitaki huyu na huyu wajiuzuru. Ah, kwa nini? mechi mbili imeisha, ana majibu sasa, jiuzuru? ni kile pembeni, wale wakakaa pembeni akamasa bodi kaini chini, mpange tarehe yenu. Aliwachia huru TFF na bodi ya ligi, ikapangwa tarehe. Sasa ndugu ya yangu anaogopa nini kupeleka timu? Kwa maana yake nini? Anajua kinachotokea yani zote zi, zi, zi kama baada ya kusema kumi na tano, baada ya kusema Yanga acheze, ama bwana alikuwa anaitangaza mechi ya tarehe 15 baada ya kusema Yanga kupangwa, watu wamekimbia vingilio, tena watangazi kwa kunajua hapa ba, kuna balaa inakuja kuja. Kesho. Mtangazaji kuna goli saba. Hizi tano tano hizi. Hizi tano tano hizi alafu eh anaongezwa mbili za usumbufu. Yaani kesho zinaongezwa mbili kwa ajili ya usumbufu hizi. Kwa kuna goli saba. Kwa kunajua yani. Wanaogopa kesho kuingiza timu. Wanajua. Hivi washumu kaka. Yanga ya ukosi hayupo juu first 11. Hamna kelele. Azisikia ameondoka. Hamna kelele. Watu wanataka mechi. Sasa sikia yupo ameondoka. Watu wanataka mechi bado. Yaani Yanga hata kama chama na kanji bado, Yanga na misimu mitatu hajawahi kufunga goli tatu zaidi zaidi ya ya Tabora Tabora peke yake. Timu pekee tunayigopa wana Yanga, tabu la peke yake ndio amejaribu kutikisa mara tatu nyavu za Yanga, sio Simba. Simba mwaka jana amechangia Yanga goli saba na pointi sita. Hii timu nyepesi sana naitwa Salim. Salim. ili Salim. Salim ili, sisi hatujazusia hii mechi kwa sababu hatupeleki timu kwa sababu hii moja Hapana, yeah. Bali mimi ninachojua ni kwamba Simba yeah. Kabla kabla ya kutuma barua hii yeah. Walishatuma barua kabla ya kusema kwamba tunaomba yeah. Bodi ya Ligi kama wana hiyo barua yeah. Waitoe hadharani barua ambayo walisema kwamba uthibitisho wa wa mechi ya tarehe nane kufutwa ile ndio imeleta hii yote hii. Wakase, wakasema kwamba na huyo mtu aliyopiga simu wafanyaji wamtaje Simba Sports. Baada ya pale kama wiki mbele, wakaja wakatuma tena barua ya pili, wakidai kwamba mechi hii isipochezwa tarehe kumi na tano hatuchezi tena, sababu sababu tumesha ya nyuma. Sasa kinachofuata ni utekelezaji tu ya yale tuliyoongea nyuma. Endapo Simba kwa sakata hili linaendelea sasa hivi, endapo Simba atapeleka timu uwanjani, maana yake anaogopa uongozi.

kwa sababu moja uongozi waliniheshimu kipindi cha tarehe nane kujerisha mechi labda huenda walimwogopa yule mtu aliyopiga simu, hawakumwogopa Simba, hawakuogopa kanuni zao wenyewe, wa walimwogopa yule mtu aliyopiga simu. Tunachotaka sisi kujua aliyopiga simu ni nani, na kwa nini mechi tarehe kumi na tano haikuchezwa? Nani, kwa nini? Nani, nani aliyopanga mechi kuipeleka tarehe ishirini na tano baada ya kumi na tano? Hakuna ehe, ndio mimi sikubike, kwa sababu niliyotaka utekelezaji ulikuwepo unaendelea, na ndio maana sikupinga. Nilitaka hivi, wale walionizuia wale walionizuia kuingia uwanjani, mwenyekiti wa uh, nani msimamizi wa uwanja aondolewe. Hakuondolewa? ameondolewa kwenye nafasi yake. Nikasema hivi, makomando walionizuia wasiwepo wow. Walikuwepo hapo hawatokuwepo, ndio, na ndio maana mimi nikakubali. Ah, watakuwa hawajatutendea haki kwa sababu mimi napenda timu yangu icheze mpira. Timu ya klabu ya Simba imesajiliwa kwa sababu ya kucheza mpira, na tujaribu kuangalia sana kanuni na sheria ambazo tumezitengeneza maana, kuna sheria alafu kuna kanuni. Sheria zipo kumi na saba, kanuni tunazitengeneza sisi wenyewe ndani ya nchi. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunatembea na falsafa yetu ya, ya kanuni, na hili swala lilianza kuharibika toka tarehe nane. Kama utanipa muda na utanijali na utanilinda, naweza nikarudisha watu nyuma kidogo. Nimeona kuna wenzangu wamepita, aidha wameongea kwanza, na waheshimu kwa mawazo yao. Inawezekana wamekosea, tukakumbushana, aidha na nami pia nikawa nimekosea, kama kuna mtu anaweza akaja akaniweka sawa, lakini kwa sababu sisi ni naam, kwamba tarehe nane mwezi wa tatu ilikuwa ni dabi e, wamepromoto vizuri sana katika kila engo. Kuna wawekezaji ambao walipromote kwa sababu ule mechi inawadhamini, ambao wamezamini kuhakikisha kwamba ile mechi inakwenda katika engo kila mtu ataenda kuifurahia, tarehe nane official mechi likuwepo. E, siku moja kabla ya mechi Simba wakaenda kutreni kwa sheria na kanuni ambazo tumezitengeneza sisi baadhi ya mashabiki wa Yanga kulingana na kauli ya viongozi wa Simba walienda kuwazuia wasiende kufanya e, mazoezi siku moja kabla, kwa sababu Simba wako kikanuni kisheria. Kwa hiyo Simba wao waka kile kitendo walivyozuiliwa wakaandika barua kwamba hatutoshiriki mechi, kwa sababu e, tumefanyiwa fujo. Kikanuni kweli, Simba walikuwa na haki. Kwa hiyo bodi ya ligi wakawasikiliza matakwa ya Simba, na wao wakasema hatutacheza mechi yoyote mpaka wao watu wafanyaje, waweze kuadhibiwa ku. Kwa hiyo mwisho wa siku bodi ya ligi, siku ya pili yake mechi iko official baada ya masaa kadhaa, bodi ya ligi wakaandika kwenye peji yao kwamba mechi imeahirishwa. Umeahirishwa kwa vitu viwili. Inasema na sababu zao za msingi wakaziweka e, kuna viashiria vya rushwa na ukosefu wa amani. Ndivyo? Kwa vile vitu viwili ambavyo Simba wao walikuwa wameviataki kwa bodi ya ligi, tunaenda kwenye kanuni sasa kutafsiri. Je, yeah. Timu ikizuiliwa kwenda kufanya mazoezi hairuhusiwi kucheza e, baada ya muda kikanuni tunasema kwamba haipo hivyo, inahitajika wale ambao wameenda kuwazuia wakithibitishwa ni kweli wanaadhibiwa kikanuni, lakini mechi iko pale pale. Kwa hiyo hapo bodi ya ligi walikuwa meki, wamepuyanga, si ndivyo? Kwa hiyo chanzo cha haya yote ilikuwa ni bodi ya ligi kwenda kuto kuzitafsiri zile kanuni ambazo tumezitengeneza wenyewe. Ndo maana Yanga walivyokwenda kule kasi, wakaambiwa rudini kwenye nchi yenu kwenye ligi yenu, kuna kanuni ambazo nyinyi wenyewe mmezichakata ambazo zitakuwa zina zinamiendesha kwenye, kwenye, kwenye ligi yenu. Naam, kwa hiyo bodi ya ligi ndio aliharibu kila kitu, badala ya kwenda kuwaadhibu Yanga na kuwapiga faini kwa kanuni ambazo zetu, wao wakaenda kuahirisha ile mechi. Watu wengi walikufa, baadhi yao tuna ushahidi, kuna ndugu zetu upande wa Dar es Salaam walipoteza maisha. Watu wengi waliathirika, wali, wali, wali kiuchumi hayo yote tuliyashuhudia, lakini mwisho wa siku mimi naamini haya yote ambayo yapo, tunahitajika tutii amri zilizopo, kwa sababu serikali haiwezi kuona kuna vurugu za nchi zinatokea, kuna scenario za watu wanashindwa kufanya shughuli zao, vurugu za hapa na pale, serikali lazima iingilie. Wewe na wewe, kuna shida gani? Kuna hii na hii, inajaribu kuweka sawa. Kuna taasisi zipo taasisi kwa nini mnashindwa kusimamia utaratibu wenu? Sisi tunaomba haya kwa leo yaishie hapa, fanyeni utaratibu wenu, lakini tunahitaji mpira uchezwe. Hata FIFA hawahitaji hawahitaji pointi za mezani, brada, hawahitaji hayo masuala kabisa, wanahitaji boli litembee. Kwa hiyo mimi kama mshabiki wa Simba naweza nikawa niko tofauti sana mashabiki wenzangu, kwa sababu mimi nauongelea mpira, naongelea kanuni, naziheshimu sheria za mpira. Kwa hiyo mimi nahitaji mpira uchezwe. E, mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe brother, ndani ya Simba kuna mpasuko. Mpasuko uko aina, aina mbili. Kuna baadhi ya viongozi wanaungana na Mangungu na mzedalali kuitwa Chamwino na mama mwenye timu anasema kwa nini uende wakati yeye Mangungu ndo ana thamani kubwa kuliko ye Mo; yaani kikatiba yeye Mangungu ana asilimia hamsini na moja, Mo ana arobaini na tisa. Kosisi, yule ndo mwenye timu. Kwa hiyo kuna watu wanamdhihaki wakati yeye ndo kaitwa kama mwenye, mwenyekiti wa klabu lakini watu wana kwa wa nini uende? Kwa hiyo mwekezaji anasema kwamba wewe kama unakwenda timu hiyo ya kwako. Kwa hiyo kuna vitu sasa hivi vinafanyika ambavyo sivyo, na hata na hata leo leo timu haijakwenda kwenye pre-matching, hivi tunavyoongea na wewe hawajaenda Simba. kwa mimi naamini hii ni mind game. Sasa endapo watakwenda uwanjani, ina maana kwanza wamevunja kanuni, inabidi waadhibiwe, hilo ni moja kwa hiyo kwa sisi mashabiki, viongozi hawatutendei haki. Mpaka sasa hivi hawatupi mwelekeo, tunakwenda kuisapoti timu yetu au la? Si ndivyo? hatuendi kuisapoti timu yetu au la? Kwa hiyo sisi tumekaa kama dilema, watoto ambao hawana wazazi. Kuna baadhi ya mashabiki kama mimi, kama timu inashindwa kwenda kwenye kikao cha kwanza ambacho ndio kiashirio cha mechi ya kesho, timu haiendi kwenye kujua utaratibu utatumiwaje sijajua uongozi wangu eh, wanatuweka wapi sisi mashabiki, kwa sababu mi naamini shabiki ni mchezaji wa kumi na mbili. Sasa kama wanatutenga, kuna watu wanakaa mbali, wanahitaji kutoa kupata tamko, lakini hapo hapo pia haiwapi kipaumbele sana. Simba wanaweza wakaa kwenye mind game kutokana na hii scenario inayoendelea. Mimi naamini mechi kwa mimi mwenyewe, sitaki kumshawishi na mtu. Mimi naamini game ipo kesho, kwa sababu kwenye maisha yangu sijawahi kuona Simba na Yanga siku moja kabla mchezo, niyanga, ya mchezo ikiwa mwenyeji ni Yanga, Simba kaenda kufanya trial. Sijawahi kuona hicho kitu, ila hiki ambacho kimetokea tarehe nane ni mipango tu brother. Mipira yetu ya Simba na Yanga ina mambo mengi sana nje ya uwanja kuliko ndani ya pitch. Kwa jina, jina mimi naitwa Hussein Mohamed almaarufu wa Kimara, ni mpenzi wa mpira mimi. Nataka nizungumzie mpira wetu wa Tanzania na wanaoongoza mpira wa Tanzania wanaoongoza mpira wa Tanzania kama mama wa mpira wa Tanzania ni TFF, ambao wao wametengeneza bodi ya ligi kama waendeshaji wa ligi kikanuni. Sasa basi, kwa utaratibu wa ligi yetu mechi ya dabi ya kwanza iliyopangwa ya namba mia moja themanini na nne ilikuwa ifanyike tarehe nane ya mwezi wa tatu. Maandalizi yote yalifanyika kama alivyosema mjumbe aliyotangulia hapa. Tatizo lilikuja kwa bodi ya ligi. Sisi hatukuwa na kesi na Simba, sisi hatukuonyesha kidole Simba. Simba wao walikuwa na tuhuma zao ambazo kiukweli wao waliziona kwamba hizi ni tuhuma ambazo hazikuwa na ushahidi, kwa sababu Yanga walitaka wapate ushahidi wa kwamba kweli walowazuia ni Yanga, naje Yanga walikuwa na mamlaka ya kuwazuia katika uwanja wakati Yanga haumiliki uwanja, bali wenye umiliki wa uwanja wana taratibu zao za watu kuingia pale, pamoja na ufunguo na ulinzi na kadhalika. Bodi ya ligi ikafanya maamuzi ya kuahirisha mechi kwa matatizo ya aina mbili. Kwa maana hiyo sasa, sisi kama Yanga tulitaka tuurekebishe mpira wetu kwamba wenye matatizo hapa Si Simba. Wenye matatizo hapa si Yanga, wenye matatizo hapa ni bodi ya ligi, na kama bodi ya ligi sisi tunahitaji ijiuzuru, ndio shati tulioweka. Ah, kama itajiuzuru, sisi tunacheza mpira iwe tarehe yoyote na mahali popote. Maelekezo tuliyoyatoa yametimizwa, yametimizwa. Kama mwenyekiti wa bodi amejiuzuru, na mtendaji wa bodi ya ligi amesimamishwa, amejiuzuru kwa nafasi kubwa sasa tunataka tuelekee katika mechi ambao wao wameipanga tarehe. Hakuna mtu aliyotangaza tarehe ya mechi ya tarehe 25. Hakuna aliyotangaza, Yanga hakuna mama aliyotangaza, hakuna serikali, hakuna bunge, hakuna Simba bali, kwa kanuni, bodi ya ligi ndio imetangaza mechi itakuwa tarehe 25. Ndio maana matangazo yote ya dabi yanaendelea na wadhamini wakitangaza mechi ya dabi kuelekea tarehe 25. Ah, kimpira, mimi ninaipa Yanga asilimia 80 kwa sababu Yanga kwanza tumepumzika kwa muda mrefu sana katika mikikimikiki mikiki ya rigi baada ya kuwapisha wenzetu kucheza zile mechi zao za kimataifa. Wametumia nguvu kubwa sana, mpaka nguvu ya mwisho walikuja kuitumia katika kutafuta pointi tatu na Singida. Nguvu ya mwisho walioitumia kutoka katika nusu kwenda katika fainali ya kombe la shirikisho walitumia nguvu kubwa sana, na wakaishia pale. Tukaja kwenye rigi katika hizi mechi mbili za za mwisho kuelekea dabi ya tarehe ishirini na tano tunaona tumeshinda mechi ya kwanza goli tano kwa mpira mzuri kabisa ambao tumeucheza dhidi ya Tanzania Prison, na yeye amecheza mpira dhidi ya mtu alioshuka daraja, so anakwenda katika play play off, akampiga goli tano ambazo mpira wake ulikuwa una, auna tija. Tukaja tukacheza na wapinzani wetu tuliomaliza nao juzi tukawapiga goli tano yeye, yeah, akacheza na Kagera ambaye tayari ameshashuka daraja akamfunga goli moja kwa tabu sana, ambapo mpinzani wake angeweza kuchomoa wakati wote ingekuwa shida kwake. Sasa akimwangalia huyu Yanga, aliyokuja kwa speed na wachezaji wake walivyokuwa wazuri, wanapopiga zile pasi za kuonana, anaona hapa tano zinanihusu. Na kwa maneno ya chini chini ya kapeti ni kwamba Simba wana majeruhi na tatizo hili la kutokuelewana kati katika bodi ya bodi ya Simba bodi kampuni na Simba Sports Club ambayo iko chini ya Mangungu, kwa wao wanaona atakula nyingi, na ndio maana wanaona eli hey, wasilete timu, lakini ni matatizo makubwa sana. Yanga hawajawahi kuigomea mechi ya, ya, ya Simba wala hawajawahi kukimbia. Sisi tunataka akiingia mtani anakula saba saba, anakula anakula bila saba bila Ndugu mtangazaji, mimi kwanza ninachotaka kuongea kitu kimoja. Simba kwanza kesho hawezi kupeleka timu mechi, kwa kesho haitawepo na haitawepo na wepo, na, min... na kama haitawepo, Yanga hana uwezo wa kutufunga sisi mara nne, hana uwezo wa kutufunga. Sisi timu yetu ipo vizuri sana kwa msimu huu, sisi tupo vizuri sana tupo vizuri, wewe angalie, angalia hata kwa ukiangalia kwa mwaka jana, mwaka jana sisi yanga tuzidi kwa pointi gap point tisa, lakini mwaka huu tofauti ya pointi gap point moja, uone kama kuna kuna kuna same fan kuna lengo kuna kuna hatua fan tumevuka. Ila mimi ninachoongea mtangazaji, kwa mimi hata wa viongozi wa Simba na washauri, sio mangungu timu hakuna kupeleka kesho kwa sababu za msingi. Unajua kuna baadhi ya timu ipo juu ya TFF, wanachokipanga wao ndio wanachofanya nini wanachokitaka lakini sio sahihi. Wewe una watoto wawili, unasikia, unajua katika hali ya kawaida kwenye busara, unasikia. Mimi nilikuwa nategemea hata wazee wa Yanga wakikaa wangikaa katika hizi timu zote mbili, wangitoa huu tofauti, lakini wewe ndio wachochezi wakubwa wa soka letu la kibongo, unasikia. Unapofikia stedi, unasikia maamuzi wanayetoa wewe ukaja uka, crash basi ujue wewe, utaki, utaki, uke, uke, kutii. Mimi naongelea kitu kimoja. TFF walishapanga mechi, panga mechi tarehe 15. Sababu zipi za msingi walio sababu za msingi zipi kuto kucheza ile mechi tarehe 15 na tano? Kulikuwa hakuna msingi, hakuna sababu. Leo hii watu wachache wamekaa, wamejadili, wamepanga mechi tarehe 25. Kwa wewe kwa mimi akili ya kawaida mimi siwezi kupeleka mechi au siwezi so, kufanya kitu so, chochote so, so, kile. So, so. Mimi nilikuwa na uhakika hata kesho timu yangu mimi kama naenda inaenda uwanjani inapata matokeo. Lakini nataka nikomeshe tu isara ubaba ubabaishaji ubabaishaji. Mpira hauna sitafahamu. Leo unaamka linazaliwa hili. Kesho unaamka linazaliwa hili. Kwa nini? Tunaenda wapi? Mimi naona mpira sasa hivi kwa hali ya kawaida naona mpira umekuwa kama ni wasa. Na huu uh, wasa maana ni watu wa Yanga. Mpira sio ugomvi watu wa Yanga, kwa sababu ninachoongelea tarehe nane ilipangwa Simba kwa mujibu wa sheria wenyewe tulizozipanga, akafanya mazoezi. Ah, wewe unapeleka mabamuza ule uwanja, si wakwao ule uwanja wa serikali? Na hivi vitu vinajirudia sana, sio nasemekana ni zairi, ni zairi, kwa sababu hata hii ligi nayo iliyopita, msimu uliyopita mitatu Yanga hajawahi kupitia kwenye mlango mkuu yeye analuka tu, analuka tu kwenye analuka kwenye wanji ana, analuka anaacha kwenye geti kuu kuingia. Na TFF ndio maana akasema Zakaria akasema kawazishia. Nimewabeba sana nyie. Ime anuabeba kutokana na vitendo vyao walivyokuwa wanafanya. Leo hii mimi sikukuona sababu ya kumtoa mtu mwanga hapo kusema itaji uzuri. Shida ipo kwenye timu timu yetu sisi timu ya Yanga wana shida. Wanataka wao kuwa juu zaidi ya TFF. Unajua uh, kama mfano kama viongozi wakishaamua, uh, yeah. Hii ni moja ya kazi watakuwa tayari, pengine hata sisi tumeshakubaliana, sisi tutakubaliana na viongozi. Lakini kama viongozi hawatakubaliana, sisi washabiki wa Simba hatuwezi kukubaliana. Gavoo Media. Pamoja hatua kwa hatua.